Huko Ilala katika mtaa mmoja unaoitwa Kimanga, ambapo aliishi mama mmoja aitwaye Priska. Priska alikuwa mke wa mwanaume aliyetambulika kwa busara na utulivu wake. Jina lake lilikuwa Musa. Walikuwa wameoana kwa miaka ishirini na walijaliwa watoto watano waliokuwa baraka kubwa kwao: Adam, Ana, Jaydan, Zai na mdogo wao aliyekuwa bado mchanga Jofu. Priska alikuwa mama wa aina ya pekee, mtulivu, mcha Mungu na mwenye kujali familia yake kupita kiasi. Alijulikana kwa majirani kama mama wa watu, aliyepika akawapa, aliyehudumia na kulea kila mtoto kwa upendo na ukarimu usioelezeka. Lakini nyuma ya macho ya upole, nyuma ya tabasamu lake jepesi na nyuma ya kila ya karibu mume wangu, kulikuwepo na siri nzito iliyomlaza Priska macho usiku mwingi. Alihifadhi siri hiyo moyoni kwa miaka kumi na sita, na sasa roho yake ilikuwa haikubali tena. Alikuwa amechoka kubeba mzigo. Moyo wake ulilia kila mara alipomtazama mumewe Musa akiwa amemshika Jeidan mkono na kumpeleka kanisani, kila mara alipomwona Musa akimsifu Jeidan kwa kusema, huyu ndiye mtoto anayefanana kabisa na mimi. Lakini hakujua e. Priska alikumbuka mwaka ule wa sita wa ndoa yao. Musa alikuwa amepoteza kazi na maisha yalikuwa magumu sana. Priska akiwa bado kijana, aliamua kusaidia kwa kuuza maandazi na vitumbua karibu na kituo cha daladala. Siku moja, alipokuwa anarudi kutoka sokoni, alikutana na mteja wake wa zamani, mwanaume mmoja aliyejulikana kama Kevo. Alikuwa ni mhandisi aliyekuwa amehamia Tabata, na walishawahi kusoma pamoja sekondari. Kevo alikuwa na maneno mazuri na alijua kuzungumza kwa heshima na ushawishi. Waliongea mara moja, mara mbili hadi ilipofikia wakati Priska alijikuta ameanza kutangatanga kimoyo. Na kwa udhaifu wa kimwili na kiroho aliteleza. Alifanya jambo ambalo aliapa hawezi kulirudia tena maishani. Priska alikutana na Kevo kwa bahati mbaya wakati wa ugumu wa maisha. Wakati huo mume wake Musa alikuwa hana ajira na familia yao ilikuwa inapitia msukosuko mkubwa wa kifedha na kihisia. Kevo aliyekuwa mhandisi aliyefanikiwa, alimtokea tena ghafla akiwa na maisha ya utulivu, fedha na mvuto wa zamani. Alianza kama mtu wa kusaidia, alimnunulia bidhaa za biashara, akamsaidia na hela ya ada kwa mtoto, na mara kadhaa akamtumia hela ya matumizi kwa Mpesa. Muda mfupi baadaye akaanza kuongea kwa lugha ya mapenzi ya zamani, maneno ya kumbukumbu na hisia ambazo Priska hakujua bado zimo ndani yake. Priska hakuwa na nia ya kuanza uhusiano wa kimapenzi, lakini kwa sababu alikuwa amechoka kihisia, alikuwa hana msaada wa karibu wa kihisia kutoka kwa Musa na alikuwa akihisi kutengwa, alianza kulegea taratibu. Mara moja tu walikutana nje ya Buguruni. Kevo alimpeleka sehemu tulivu kupumzika mazungumzo yakawa ya karibu na Priska alilia sana wakati alipomweleza Kevo jinsi ndoa yake ilivyomchosha kimawazo. Kevo alimtuliza, akambembeleza, na kwa kushawishiwa na hisia za upweke Priska aliteleza. Kilichotokea baadaye kilikuwa mfululizo wa makosa ya kimya. Walikutana tena mara kadhaa kwa siri. Uhusiano wao ulikuwa wa kimwili mara chache, lakini ulikuwa na uzito wa kihisia. Baada ya miezi michache Priska aligundua kuwa ni mjamzito. Wakati huo alifahamu wazi kuwa mimba ile haikuwa ya Musa, walikuwa hawajashiriki tendo la ndoa kwa muda mrefu. Alihisi kuchanganyikiwa lakini pia aliamua kuficha siri hiyo. Alimwambia Kevo kwamba atazaa lakini hawezi kuvunja ndoa yake. Kevo alikubali kuwa kimya, lakini aliendelea kuwasiliana naye kwa siri kwa miaka mingi baada ya hapo. Miezi miwili baadaye alipogundua kuwa ni mjamzito, alikaa kimya. Alijua kuwa Musa angemwamini na kweli alimwamini. Musa alicheka kwa furaha, akasema, Mungu wangu, tutapata mtoto wa pili. Priska aling'aka tu machozi kimya kimya usiku wa manane. Na mtoto huyo alikuwa Jaydan, mrembo mwenye ngozi laini na uso wa tabasamu, lakini ndani ya moyo wa Priska alionekana kama kivuli cha kosa lake. Alijitahidi kumpenda na kweli alimpenda kwa dhati, lakini kila mara alipozidi kufanana na Kevo kadri alivyozidi kukua, Priska alihisi kama ulimwengu unamsuta. Miaka iliendelea kusonga, Jaydan alikuwa na akawa kijana mwenye akili nyingi, mkarimu na mtiifu. Musa alimpenda sana hata kuliko watoto wengine. Alimuita mwanangu wa karibu. Na Priska kila mara alipomsikia akisema hivyo, moyo wake ulitetemeka. Alijaribu kusahau, alijaribu kujisamehe, lakini kila siku ilikuwa kama donda jipya. Kisha mwaka jana, Kevo alifariki dunia kwa ajali ya gari maeneo ya Morogoro. Habari hiyo ilimkuta Priska akiwa jikoni. Alitetemeka, akalia, akafunga chumba chake siku mbili. Alimwambia Musa kwamba alikuwa anaugua homa ya mafua. Baada ya siku tatu, alichukua uamuzi wa kwenda kwenye mazishi. Alimchukua Jaidan na wakasafiri pamoja. Hakumwambia kuwa aliyemzika ni baba yake wa damu, alimwambia tu, huyu alikuwa rafiki yangu wa zamani, tumewahi kufahamiana vizuri sana. Jaidan alichukua mchanga akautupa kaburini, akasema Mungu amsamehe marehemu. Na Priska alitazama, machozi yakimtoka kwa uchungu, kwa sababu hakuwa na uwezo wa kusema, mtoto wangu huyo ndiye baba yako. Baada ya mazishi, Priska alianza kubadilika, alikonda, alikuwa mpweke hata ndani ya nyumba yake. Alipika kwa juhudi, alitabasamu kwa jasho, lakini moyoni alikuwa anaumia. Alipoenda kanisani, alilia kimoyomoyo, alimsihi Mwenyezi Mungu amsamehe Alijaribu kufunga kwa toba, lakini bado sauti ya dhamira ilimwambia Priska, bado hujasema ukweli. Mumeo haijui kweli, na mtoto haijui asili yake. Siku moja aliamua kuandika barua, aliandika kila kitu, akaweka juu ya kabati, lakini alipoamka asubuhi aliichoma. Alisema, sitaki Musa aisome, nataka nimwambie mwenyewe. Lakini kila alipotaka kuzungumza aliona uso wa Musa, ule uso wa upendo, uvumilivu na uaminifu, alishindwa. Priska aliamua kwenda kwa Bibi Zaituni, mwanamke mzee aliyekuwa rafiki wa mama yake. Alimweleza kila kitu akalia mpaka akapoteza sauti. Bibi Zaituni alimsikiliza kwa utulivu, kisha akamshika mkono akasema, mwanangu, siri ikikaa sana moyoni hugeuka kuwa sumu. Na sumu ya dhamira huwa polepole pole. Kama kweli unataka kupata amani, sema ukweli na mwambie mumeo, lakini chagua namna, muda na mahali sahihi pa kumwambia. Priska alikubali, alijiandaa, alifunga, akaomba dua, akajiweka tayari, akasema, leo nitamwambia. Ilikuwa ni usiku wa Alhamisi, watoto walikuwa wamelala. Priska na Musa walikuwa sebuleni wakinywa chai. Musa alikuwa amechoka na kazi lakini alikuwa na uso wa furaha. Priska alimtazama, machozi yakamtoka ghafla. Musa alishtuka. Kuna nini, mke wangu? akauliza kwa upole. Priska alishindwa kuongea. Alinyamaza kwa dakika kadhaa. Kisha kwa sauti ya mwangwi akasema, Musa, nataka kukuambia jambo ambalo nimebeba kwa miaka mingi. Naomba unisikilize mpaka mwisho. Musa alimtazama bila kuongea. Mtoto wetu wa pili, eh, Jaydan si mtoto wako kwa damu. Niliteleza wakati wa shida na nilijuta. Nilikuambia ni wako, lakini ukweli ni kwamba baba yake alikuwa mtu mwingine. Lakini nilimpenda, nimekuwa mama yake kwa moyo wote. Sikuweza kukuambia, lakini sasa moyo wangu hauwezi tena. Nimekuambia kwa sababu nakupenda, na pia nataka ujue ukweli. Kimya kilitawala chumba, sekunde zikawa kama miaka. Priska alilia, Musa alinyamaza. Kisha baada ya dakika kadhaa alisimama na kutoka nje. Priska alikaa peke yake sebuleni, machozi yakitiririka usoni. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi. Kila sekunde musa alipokawia kurudi ndani, alihisi kama dunia inamzonga. Baada ya dakika kama 20 mlango ulifunguliwa taratibu. Musa aliingia akiwa ameshika rozari mkononi. Uso wake haukuwa na hasira, lakini pia haukuwa na furaha. Alikaa kimya kwenye kiti chake, kisha akamwangalia Priska kwa macho mazito. Priska alisema kwa sauti ya upole nimekuwa, kwa sababu nilikuamini. Nilikuamini sana kiasi kwamba usingehitaji kuniambia lolote, ningekutetea mbele ya dunia yote, lakini sasa najisikia kama nimekuwa mjinga. Priska alinyamaza, hakuthubutu kuangalia usoni mwa Musa. Umenificha kwa miaka 16, aliendelea. Nilimlea Jaydan kama mwanangu nimemfundisha kusali, nimempeleka kliniki, nimemwombea dua. Hakuna nilichomnyima. Musa alinyamaza tena, aligeuza macho yake upande wa dirisha, akaangalia giza la usiku. Lakini bado nakushukuru kwa kusema ukweli, ni bora ukweli mchungu kuliko uongo mtamu. Priska alinamisha kichwa, akajawa na mshangao. Hakutarajia maneno hayo kutoka kwa Musa. "Sikujua kama ningekusamehe Musa," alisema kwa sauti ya kuvunjika, "lakini nikikufukuza sasa, watoto wetu watavunjika, familia hii itapasuka, na Jaden hatajua kosa lake. Si mtoto wa kosa hilo, ni mtoto wa Mungu." Alimgeukia Priska kwa macho mekundu, na kwa mara ya kwanza tangu walipoana, Musa alilia mbele ya mke wake. Siku zilisonga. Musa hakusema mengi siku zilizofuata, lakini hakumfukuza Priska, hakumfokea. Alikaa kimya na kutumia muda mwingi kanisani. Alimweleza imamu wake ambaye alimshauri kwa hekima. He, siri haiondoi dhamani ya utu. Mtoto ni kiumbe wa Mungu, usikate mti mzima kwa sababu ya tawi moja lililoegemea. Baada ya wiki mbili, Musa aliita familia yote Priska alishtuka, akidhani atafichua kila kitu, lakini Musa alisema mbele ya watoto, mama yenu ni mwanamke jasiri, amenilea, amewalea ninyi kwa upendo mwingi. Nampenda na sitaki aishi na hofu tena. Kuanzia leo tunaanza upya, hakuna atakayeuliza yaliyopita, maana si kila kitu cha zamani kina nafasi katika kesho yetu. Jaydan alimsogelea baba yake na kusema, asante baba, umenifunza kuwa mwanaume si yule anayekasirika haraka, bali anayejua kusamehe. Musa alimkumbatia na kwa mara ya kwanza Priska alipumua kwa mapana, moyo wake ulitulia. Miaka miwili baadaye, familia ya Musa na Priska ilikuwa na upendo zaidi kuliko hapo awali. Jaydan alipata nafasi ya kusoma chuo kikuu nje ya Dar es Salaam. Kabla ya kuondoka Priska alimwita chumbani na kumweleza ukweli wote. Alilia. Jaydan alikumbatia mama yake, akasema, mimi ni mtoto wako, baba yangu ni yule aliyenilea, na sitakaa nimhukumu mama aliyenilea kwa upendo wote. Priska alilia zaidi, lakini machozi ya sasa yalikuwa ya faraja. Priska aliandika barua moja, akaweka ndani ya kabati. Ilisomeka hivi: kwa mwanamke yeyote anayebeba siri moyoni, fahamu kuwa kuna maisha baada ya ukweli. Kuna maumivu ya kusema, lakini pia kuna amani ya kusema. Ukikaa kimya, utaumia peke yako. Ukisema, unaweza kupona pamoja. Alisaini barua hiyo, hiyo. Mama Priska aliyesema ukweli na kuishi tena. Hadithi hii inabeba mafunzo mazito na yakina ambayo yanagusa maisha ya ndoa, uaminifu, msamaha na thamani ya ukweli. Pia uaminifu ni nguzo ya ndoa imara. Kosa la Priska lilitokana na nyakati za shida, lakini kuficha ukweli kwa muda mrefu kulitishia msingi wa ndoa yao. Uaminifu hujenga, lakini ukivunjika ni vigumu kujenga tena bila toba ya kweli. Msamaha ni kipimo cha ukomavu wa moyo. Musa hakuchagua kuharibu familia yake, bali alichagua kusamehe. Alijua dhamani ya upendo na alitambua kuwa kosa la zamani halipaswi kuharibu kizazi kijacho. Watoto si wa damu tu, bali ni wa kulea na moyo. Jaydan hakujua baba yake wa damu, lakini upendo alioupata kutoka kwa Musa ulimjenga kuwa kijana wa heshima. Hii inatufundisha kuwa kulea ni tendo takatifu linalozidi uhusiano wa damu. Usijifunge na makosa yako ya zamani. Priska alikosea, lakini aliposema ukweli alijifunza kujikubali na kutafuta njia ya kusonga mbele. Hakuna binadamu mkamilifu ila kila mtu ana nafasi ya kutubu na kurekebisha. Ni hadithi inayotufundisha kuwa maisha ni mfululizo wa maamuzi, na wakati mwingine maamuzi magumu hutuletea amani ya kweli. Ukweli ukisemwa kwa unyenyekevu na msamaha ukatolewa kwa moyo, familia hupona na kuimarika zaidi. Mimi naitwa Maria, kama umependa simulizi hii naomba ulike video yangu na ukomenti pia na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni.